And the soap And the no yeyo. Nina hadithi fupi kuhusu Padre Joseph um, alinipokea hapa Tanzania miaka hamsini na moja yaliyopita. Alikuwa mwalimu wangu kwa miaka za kichungaji, pembaki miaka miwili na nusu. Nilikuwa slow learner hadithi siku moja, nilikwenda na Joe katika short wheel based Land Rover. Nafikiri nini yote imeisha, ona madogo ndani. Joe na mimi tulikaa mbele na halafu, tulikuwa porini kabisa, tukakuta mzee ambaye alikwenda na punda, na punda alikuwa na mzigo, na alisimamisha gari. Joe alisimamisha gari na mzee alisema naomba lifti. Na Joe alisema <laughs> sawa ingia. Yule mtu nafasi kwa hata watatu wa mbele ya short wheel based Land Rover ndio ndogo. Na alifungua mlango lakini <laughs> mzee amesema lakini punda. <laughs> Na Joe ali

Baada ya muda mzee aliona kwamba haiwezi, na alisema, "lakini wewe unaweza kwenda na, na." Amesema, "hapana, siwezi kuacha kwenda." <laughs> Tuliingia gari Joe na mimi na tuliendelea mpaka hospitali ya Waso. Nilitaka kusema hivi kwa sababu naona sisi zote tunasafiri katika barabara ya maisha na huko njiani tunakuta watu lakini tunakuta simba nachui, na chui na mbwa mwitu na mara tembo, mara watu wanaobeba mizigo yao, mara peke yao na mara kwenye punda, na wote wanatuomba lifti